Namna ambavyo SACCOS ya Bandarini ambavyo imekuwa ikiendeshwa ilinishawishi mimi kutoka kwenye kiwango ambacho nimekuwa nikichangia cha shilingi laki moja mimi mwenye bila kushawishiwa na mtu yoyote nikaongeza. Ni taasisi ambayo kiukweli imekuwa na msaada mkubwa. Nilivyoingia hapa nilikuwa naangalia, naona nikiondoa wachache, nikimwangalia Anakreti na Mshio, ni watu ambao umri wetu uh, umesogea. Lakini nataka niwambieni taasisi ya SACCOS ina umuhimu mkubwa sana, itatusaidia siku za uzeeni. Mimi sasahivi Single digit single digit manake nina niko kwenye 50 uh, lakini miaka ya kustaafu inabakia tisa inapungua ni single digit zamani kwa kumi si kumi na mbili kumi na ngapi lakini sisi hapa hatuwezi kufarijika unaweza kufanya biashara ajira kwa muda mrefu, kwa hivyo yeah. Nimejaribu kuangalia hapa kwa haraka haraka, nimeangalia umri wa um, um, watu, lakini um, naona hata namba, naona watu sio wengi, nilikuwa nategemea members wa Bandarini SACCOS wangekuwa wengi. Kwa hiyo na ni kitu ambacho ni ni, kwa we, ni, ni, ni, ni, ni, ni kuomba sasa elimu hiyo mlioitoa jana kwenye semina. Mwendelee kutoa kwa wafanyakazi wengi. Huwa wanafanya kikao cha baraza la wafanyakazi hapa wanakuwa wamejaa. Nilikuwa napenda wangekuwa wengi zaidi. Akiba ya uzeni, sisi hatuwezi kufanya biashara jamani tukishastaafu sasako Sasa, suna vyela vyako umevisevu kule vitakufaa maishani siku za usoni ko tukae mabalozi wa wazuri kwapa wanizetu ambao pengine wanasita na hawajachagua kujuma na Bandarini SACCOS.